Ndio huyo Valentine akaanza kutengeneza vitunguu, tomato mm -hmm. alikuwa anataka kutengeneza pilipili pili ya kukulia pilau ndio mm huyo -hmm. <coughs> hapo <coughs> na <night> blender <for> naye, tukawa tushatayarisha mchanganyiko <coughs> wetu huo anza kutia mazagazaga ndo mafuta mafuta. mm-hmm. uh-huh. tukaanza paprika hapo, chumvi for the test. Yeah, this is it. kidogo kidogo, asha Hmm. Inanukia vizuri ya dia, jamani kidogo, kidogo. Hiya. Kidogo, kidogo kidogo, hiyoa uko pembeni basi. Pila yetu ndo hiyo kidogo kidogo, shakuwa tayari ja, bado hmm. Pilipili ndo hiyo jamani, shakuwa tayari sasa, tunangoja